Kama mnavyofahamu kuanzia tarehe tatu mpaka tarehe sita mwezi huu wa Aprili, hapa Zanzibar kutafanyika kikao kazi cha ishirini kwa ajili ya maafisa habari wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wale wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kikao hicho safari hii kimepangwa kufanyika hapa Zanzibar, ni tarehe tatu hadi tarehe sita hapa Zanzibar na kitafanyika katika ukumbi wa hoteli ya Amani hapa hapa Zanzibar. Zaidi mnafahamu wenyewe, washiriki wa, wa kikao hicho, mada zenu tayari zimekwisha andaliwa, lakini mimi Charles Hillary, msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu Zanzibar, nawakaribisha hapa Zanzibar. Mbali ya mada mtakazo E, zipitia lakini, pia nawaalika, nawaomba mpitie kuangalia jinsi Zanzibar ilivyobadilika. Ni hao hao maafisa habari wenzenu wa hapa Zanzibar wakupelekeni muone Zanzibar ilivyobadilika, lakini kingine ambacho nataka kuwaambia tu, wananchi mnakaribishwa, sio katika kikao hicho, lakini nje ya ukumbi wa mkutano huo Kutakuwa na madaktari kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili na vile vile madaktari kutoka taasisi ya mifupa eh, kule Dar es Salaam, MOI, na kile kitengo au hospitali inayoshughulika na matatizo ya moyo ya pale pale Muhimbili, kwa ajili ya kukagua afya zenu na kuwasikiliza na kuwapa ushauri wa kitabibu, siku hizo hizo tarehe tatu, nne tano na sita Msikose fursa hii ya pekee mweze kujua afya zenu, karibuni sana Zanzibar.